mwana na, na, na Roho Mtakatifu. Amina. Mtazamaji mpendwa, leo tunawaletea mada juu ya baraka ya wazazi kabla ya kuzaliwa mtoto. Baraka ya wazazi kabla ya kuzaliwa mtoto, maana yake ni baraka wakati wa ujauzito, mtoto bado hajazaliwa. Tunatambua kwamba mume na mke wanao wajibu si tu wa kuishi pamoja kwa upendo na uaminifu na wajibu wa kulea watoto wao baada ya kuzaliwa, lakini basi kuna wajibu ambao mara nyingi tunausahau wa kuomba baraka ya watoto kabla hawajazaliwa. Tunaona matatizo mengi yanayohusiana na ujauzito tunaona mimba zinaharibika, tunaona kuugua sana wakati wa ujauzito, wakina mama wanalalamika tumbo, kutapika kusikoeleweka. Kuna kushindwa kuzaa, tunapelekwa leba lakini anashindwa kuzaa, kunakuta anafanyiwa operesheni ambazo labda hazina hazina zisingeweza zisinge kufanyika kama kungekuwa na maandalizi na baraka ya kutosha Watoto wanazaliwa wakiwa wengine na ulemavu wa ajabu, watoto wengi wanakufa wakati wa kuzaliwa. E, yote hayo ni mambo ambayo tunahitaji baraka ya Mungu wakati wa ujauzito, ili balaa zote hizo ambazo labda zinasababishwa na mwovu shetani na pepo wachafu ziweze zote kudhibitiwa, eh, na baraka ya mwenyezi Mungu. Ndio maana leo ninawaletea e, mada hii ya baraka ya wazazi kabla ya kuzaliwa mtoto. Tunaposema baraka ya wazazi, hatumaanishi baraka ya mzazi mmoja, kwamba mama tu mjamzito. Ni baraka ya ninyi wazazi wote wawili, maana mtoto ni tunda la upendo wa watu wawili, mume na mke. Kwa hiyo inapendeza kwamba wote wawili mwende kanisani kwa padre au kwa shemasi, ili mweze kupata baraka kabla mtoto wenu hajazaliwa. Kwa hiyo baraka hii inaweza ikatolewa wakati wowote ule wa ujauzito, tangu siku ya kwanza mnapohisi kwamba tayari mtoto ni mwanamke ni mja mzito, na kabla hata, muda mfupi kabla hajazaliwa mtoto, basi mnaweza kupata hiyo baraka. Sasa leo, pamoja na kwamba ni mada ndani ya kanisa kwamba baraka hiyo ipo, lakini vilevile vile, iwe ni wasaa kwako wewe mama mjamzito, kwako wewe ambaye ndugu yako ni mjamzito, labda ni kaka, ni dada, mjomba, shangazi, ni mjukuu, basi ni wasaa wa kumwombea. Leo tunasali kwa pamoja kwamba hawa ndugu zetu wanaotazama kipindi chetu, na hata kama hawatazami, sisi ambao tunatazama tunaoombea kila mmoja ambaye ni mjamzito, basi aweze kupata baraka za Mwenyezi Mungu. Na baraka kama kawaida inaanza kwa ishara ya msalaba, na tunasali kwa pamoja. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Kristo aliyekuwa kama sisi katika tumbo la mama Bikira Maria awe nanyi nyote. Kama kawaida tunaitika, na awe rohoni mwako. Sasa pakuna sala maalum ambayo tunasali kwa ajili ya hawa ndugu zetu ambao uh, wana watoto ndani ya matumbo yao bado hawajazaliwa. Hawa mama wajawazito. Mungu Bwana wa uhai anamuumba kila binadamu. Anatawala na kutunza uhai wa kila mmoja wetu. Kipekee anawatunza wale wanaozaliwa katika ndoa ya Kikristo kwa sababu katika ubatizo watapata zawadi ya uzima wa kimungu. Hawa wazazi watarajiwa ni washiriki katika upendo wa Mungu na wanaomba baraka yake, kwa sababu tayari wanamtunza kwa upendo mtoto wao waliomtunga, na kwa sababu wanaitazamia saa ya kuzaliwa mtoto wao kwa imani na matumaini. Kwa hiyo tulichoomba tunasema hawa wanashiriki katika upendo wa Mungu kwa kushiriki huo upendo kati yao hawa wawili, na kuwa na mtoto ndani ya tumbo lao. Kwa hiyo tunaendelea kuwaombea kubaki katika upendo na salama ya mtoto ambaye yuko ndani ya tumbo la mama, yuko katikati kati yao hawa wazazi wawili ni vizuri vile vile tupate somo, tupate maandiko matakatifu, tuchote baraka za Mungu kutoka katika maandiko matakatifu. Na maandiko matakatifu tunasoma kitabu cha kwanza cha like Samueli, sura ya kwanza aya ya kumi na tisa hadi ishirini na tena aya ya ishirini na eh, nne hadi sura ya pili aya ya kwanza. Sasa tusikilize. Somo kutoka kitabu cha kwanza cha Samweli. Wakati ule Hana na Elkana waliondoka asubuhi na mapema wakasali mbele ya Bwana kisha wakarejelea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elkana akamjua mkewe Hana naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati ulipowadia Hana alichukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samueli akasema, kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Naye alipokuwa amekwisha kumwachisha maziwa, akamchukua pamoja naye na ng'ombe watatu na efa moja ya unga na chupa ya divai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 imetukuka katika Bwana, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa naufurahia wokovu wako. Neno la Bwana. Wapendwa, tukitafakari somo hili, kwa huyu mwanamke anaitwa Hana, kama jina lake linavyosema, Hana ni kwamba hakuwa na mtoto, lakini akaenda mbele ya mwenyezi Mungu akapiga magoti akasema, naomba nipate mtoto na nikimpata huyo mtoto nitamtoa kwa Bwana. Wewe ndugu yangu mjamzito, ninyi ambao familia, baba na mama, nyie mlioana ambaye mnatarajia e, kuzaa mtoto, je, mmempeleka kwa Bwana? Mmeenda kuomba baraka kwa Bwana? Tumekuwa na tabia ya kutoomba baraka wakati wa ujauzito. Tumekuwa tukifikiri kwamba ujauzito ni jambo la aibu. Hapana, ujauzito sio jambo la aibu mbele za Mwenyezi Mungu. Tunasali tupate watoto e? Kwa hiyo nenda kwa padre, nenda pale hata shemasi, nenda kaombe baraka. Kwa uzoefu wangu nje ya Tanzania, sehemu nyingi nilizopita katika nchi za Ulaya, hata katika picha utaona e, wanawake wengi wanaenda kwa padre na mimba yake inaguswa kwa mkono. Asema, padre gusa mimba hii kwa mkono wako uliopakwa mafuta kwa ajili ya kumbariki mtoto huyu. Huku kwetu hatujazoea, lakin lakini sasa tuzoe. Lakini licha ya kutozoea kwenda kwa padre na kwa shemasi, tumezoea mambo ya kishirikina. Mtu yuko tayari kwenda kwa mganga wa kienyeji, avue nguo, achanjwe chale, apakwe masizi tumboni, kifuani, mgongoni, na kupakwa mambo ya kishirikina ili mtoto wake azaliwe salama, lakini tunaona aibu kwenda mbele ya padre na kugusa mimba yako kumwombea baraka za Mwenyezi Mungu. Tuache mambo ya kishirikina, tufuate mambo ya Mwenyezi Mungu, tutafute baraka za Mwenyezi Mungu. Ndicho alichofanya Yohana, akaomba baraka ya Mwenyezi Mungu. Basi nawe mama mjamzito, ninyi ambao mnategemea kuzaa mtoto wenu, pokeeni baraka ya Mwenyezi Mungu, acheneni na masuala hayo ya kishirikina, pokeeni baraka ya Mwenyezi Mungu ni vyema tunapopokea baraka hizo na kumwimbia Mungu. Eh, nasema nchi imejaa fadhili za Bwana. Kuna ule wimbo mzuri kabisa nchi imejaa fadhili za Bwana eh, kwa neno lake eh, eh. Vilevile tunaimba heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, watu waliowachagua kuwa urithi wake. Heri wewe ambaye unamweka mtoto wako, umchague kuwa mrithi wa Mwenyezi Mungu kuliko kumchagua kuwa urithi, mrithi wa mambo ya kishirikina. Amka wewe usiyekuwa na imani, tambua kwamba Bwana anawabariki watoto, sema, wacheni watoto waje kwangu, hata hawa ambao wako katika e, mimba ya mama yao. Basi nasema hawa nao ni watoto wa Mungu. Basi kwa pamoja tusali e, maombi ambayo yanapatikana katika vitabu vyetu vya e, vya sala ya kumwombea huyu mama mja mzito na kuiombea ili familia yenye mtoto wao. Wote tutaitikia utukuzo: e Bwana kwa upendo na ukarimu wako Utukuzwe ee Bwana kwa upendo na ukarimu wako. Na sala yenyewe inaanza hivi: Kristo Bwana aliye tunda takatifu la tumbo la Maria, kwa fumbo la kuchukua mwili aliijaza dunia neema na wema wake, basi tupaze sauti zetu kwake tukisema: Utukuzwe ee Bwana kwa upendo na ukarimu wako. Kristo Bwana wetu ana ubariki upendo wa mume na mke kwa sakramenti ya ndoa. Utukuzwe ee Bwana kwa upendo na ukarimu wako. Kristo Bwana wetu alichukua hali ya ubinadamu wetu ili tuzaliwe upya kama wana wa Mungu. Utukuzwe ee Bwana kwa upendo na ukarimu wako. Kristo Bwana wetu anawapa ule mfano wa Maria na Yosefu. Ndugu hawa anawapa mfano, ndugu ninyi ambao mnatarajia kuzaa mtoto wenu, wewe mama ambayo unatarajia eh, kuzaa mtoto wako, ili muwe wazazi wenye upendo na watoto wenu wanaozaliwa wazaliwe katika salama. Utukuzwe e Bwana kwa upendo na ukarimu wako, Kristo Bwana wetu. Kwa huduma ya utumishi wa wazazi unalijaza kanisa furaha kwa kulijalia watoto wapya. Utukuzwe e Bwana kwa upendo na ukarimu wako. E Mungu ukumbuke katika ufalme wako, utukumbuke katika ufalme wako, na utufundishe namna ya kusali. Basi wewe ambaye uko hapo, unayeangalia, katika kuungana kuwaombea wote, mama wote wajawazito, unayemwombea ndugu yako, dada yako, mjomba wako ambaye ni mjamzito, ili waweze kupata mtoto katika familia yao. Basi tusali kwa pamoja ile sala aliyotufundisha Bwana wetu, tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyo wasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Pamoja na sala hii ya baba yetu, tusali sala maalum sasa ya baraka kwa hawa eh, ambao wanatarajia kupata mtoto. Tunawaombea wao pamoja na mtoto ambaye, eh, wanatarajia kumzaa. E Baba wa neema, neno wako aliyesema kwa upendo aliumba familia ya binadamu, na wakati ulipotimia mwanao aliyetungwa mimba kwa upendo, alirudisha katika urafiki nawe. Usikilize sala za wanao ambao wanatarajia kuzaa mtoto, kwa yoyote yule anayetarajia kuzaa mtoto, iwe ni familia iwe ni mama yuko peke yake, labda ameachwa na mwenzake. Wote hawa wanatarajia kupata mtoto, wanaosubiria kuzaliwa kwa mtoto wao, utulize hofu yao wanapohangaika, uwatunze na kuwategemeza wazazi hawa, na umlee salama na umlete salama duniani huyo mtoto anayetarajiwa kuzaliwa ili kama wanafamilia wako wakutukuze na kukusifu kwa njia ya mwanao bwana wetu yesu kristu anayeishi na kutawala milele na milele amina tumeomba nini katika sala hii kifuatilia sala hii tunasema kwa upendo wako kwa neno lako kwa neema yako uliumba familia ya kibinadamu mungu ndiye aliyeanzisha familia ya kibinadamu tukikumbuka wazazi wetu wa kwanza adamu na eva aliwaanzisha wao familia ya kibinadamu na hawa ambao wanatarajia kuzaa familia hii inayotarajia kuzaa ni mungu aliyeanzisha tangu mwanzo na mimba ambayo imetungwa ni kwa njia ya upendo, upendo kwanza wa mwenyezi Mungu, lakini upendo wa hawa wana, wana ndoa. Na kwa njia hiyo hawa wanandoa wanakumbuka upendo wa mwenyezi Mungu ambao aliuanzisha, ni mfano wa upendo wa mwenyezi Mungu ambao mwenyewe aliuanzisha. Tunamwomba basi asikilize sala za ninyi ambao mnatarajia kupata mtoto, asikilize sala za ninyi ambao mnawaombea ndugu zenu waweze kuzaa salama. Namwombea mke wako, namwombea mjukuu wako, eh, yoyote yule unayemwombea, yoyote yule. Na sisi kwa ujumla tunamwombea kila mmoja ambaye, eh, anatarajia kupata mtoto ili wasubiri kwa amani kwa usalama, na mtoto azaliwe kwa usalama. Anasema utulize hofu yao wanapohangaika. Tumetaja mahangaiko tulipoanza kipindi chetu. Kuna hofu nyingi, kuna kuumwa, sijui mara kutapika, mara mtoto anapiga mateke, kuna matatizo wakati wa kujifungua. E, tunaona siku hizi magonjwa ni mengi sana ya kujifungua vifo vya, mam, vya, vya, vya vya mtoto vifo vya mzazi pamoja na mtoto wake. Tunaona kunatokia mambo ya upasuaji, lakini vifo vya mama na mtoto vimekuwa ni tatizo kubwa, hasa katika nchi zetu hizi ambapo umaskini umekisiri na teknolojia iko chini sana. Tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kuingilia kati kutupa eh, suluhu ya kuweza kupata matatizo haya Ndicho tunachoomba kipindi hiki, uwatunze na kuwategemeza wazazi hawa na umlete mtoto salama. Tunapoongelea salama, iwe katika ule utaratibu wa kawaida, kama ni uchungu ule ambao mwanadamu alipewa basi, uwe ni huo tu, usiwe ni uchungu mwingine, sio uchungu wa kupoteza mtoto usio uchungu wa kuharibi, e, wa kuharibika kwa mimba. Hayo ndio ambayo tunaomba leo kwamba e, Mwenyezi Mungu, zuia mimba isiharibike, lete uchungu wa kawaida ule ambao wewe mwenyewe uliamuru kwamba atazaa kwa uchungu, hiyo mwanadamu anaupokea, lakini sio uchungu wa kumpoteza mtoto, sio uchungu wa e, kupata operesheni ambayo e, sio ya lazima. Tunakuomba e, Mwenyezi Mungu ndio tunachoomba leo, mtoto aletwe salama, akiwa na afya njema anapozaliwa asipate matatizo mengi yale ambayo yanamharibu afya yake, kifo na magonjwa ya kudumu kama vile magonjwa ya ulemavu, magonjwa ya udumavu wa akili. Yote hayo ndio tunayoomba katika kipindi chetu hiki na ndio tunayofundisha kwamba baraka hii inapatikana katika kanisa na wewe ambaye unatarajia kupata mimba usibaki, nenda kamwombe padre akubariki, e, kamwombe shemasi akubariki. Baraka ipo, usiende kwa washirikina. Na mwisho tunaomba kwamba Mungu Baba aliye asili ya uhai awalinde kwa wema wake. Amina. Mungu Mwana aimarishe imani yenu, ayajenge matumaini yenu na akiimarishe kipawa cha mapendo yenu. Amina. Roho wa upendo asikilize sala zenu na awaimarishe kadiri siku za kuzaliwa mtoto wenu zinaposogea. Amina. Na Mungu mwenyezi awabariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Umepokea baraka katika kipindi hiki, na wewe mtazamaji umemwombea baraka mtu yeyote yule ambaye ni mja mzito, ambaye anatarajia kupata mimba, basi Mungu awabariki. Na tumalize kwa sala. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ebi kila mtukufu mwenye baraka, bariki Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.